Msifu Yesu Kristo. Karibuni katika mada inayohusu taji na mishumaa ya majilio. Wapendwa katika Kristo, tukiwa karibu kabisa kuanza kipindi cha majilio ndani ya mwaka mpya wa kanisa na tukitambua kwamba baadhi ya makanisa wana desturi ya kuweka taji la maua ya miti na mishumaa kanisani, karibuni tuone kwa pamoja maana ya taji na mishumaa ya majilio kama alama ya liturgia. Taji la majilio ni alama ya liturjia kwa ajili ya wiki nne za kipindi cha majilio hadi sikukuu ya Krismasi. Kwa kawaida taji hii hutengenezwa kwa kutumia matawi ya mivinje ambayo yanaashiria uhai. Katikati ya taji hili huwekwa mishumaa minne inayoonyesha mwanga wa Kristo. Rangi za mishumaa hii hufuata kalenda ya liturjia ambayo ni mshumaa wa rangi ya urujuani inayowakilisha toba ambayo huwashwa Dominika ya kwanza ya majilio. Mshumaa wa rangi ya bluu inayowakilisha matumaini huwashwa Dominika ya pili ya majilio. Mshumaa wa rangi ya pinki au waridi inayowakilisha furaha huwakilishwa Dominika ya tatu ya majilio, ambayo hujulikana kama Gaudete. Mwisho ni mshumaa mweupe inayowakilisha furaha, uashwa dominika ya nne ya majilio kuashiria kuasili kwa Kristo. Alama za taji la majilio: umbo la duara linaonyesha upendo usio na mwisho wa Mungu. Matawi ya mivinje yanaashiria uzima mpya na matumaini, kwani mivinje ubaki hai hata wakati wa baridi. Mishumaa inaonyesha ujio wa Yesu kama mwanga wa ulimwengu. Mishumaa minne inaashiria wiki nne za majilio. Kazi ya taji hili katika liturujia. Taji la majilio ni chombo cha tafakari ya kiroho katika kipindi cha majilio, ambacho ni wakati wa maandalizi na matarajio ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lengo la taji la majilio ni tofauti na mapambo ya Krismasi Yanayopambwa baada ya majilio. Maana yake imefungwa mahususi na kipindi cha kusubiri, na ishara yake kuu hutimia katika sherehe ya kuzaliwa kwa Kristo. Muktadha wa liturjia: katika mazingira ya kanisa, taji la majilio hutambulika kama kifaa cha liturjia kinachowekwa katika nafasi takatifu kusaidia ibada, si pambo la kawaida. Taji la majilio huwekwa kwa maandalizi ya msimu na huwashwa kwa mara ya kwanza Jumapili ya kwanza ya majilio. Kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, tarehe hiyo ni Novemba 30. Wakati wa kuliweka, taji hili linapaswa kuwekwa tayari kanisani mahali palipoandaliwa pembeni mwa altare, ili iwashwe Jumapili ya kwanza ya majilio. Ratiba ya kuwasha mishumaa kila Jumapili inayofuata mshumaa mmoja zaidi washwa hadi mishumaa yote minne wake kufikia Jumapili ya mwisho ya majilio. Hitimisho, tunatakia maandalizi mema ya kuanza mwaka mpya wa Kanisa, tunapoanza kwa kujiandaa kumpokea Masia aliyejifanya mtu ili atukomboe kutoka utumwa wa dhambi. Tumsifu Yesu Kristo.